Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ningependa kukushirikisha msisitizo ambao Roho Mtakatifu anauweka juu ya kusikia sauti ya Mungu kutoka katika kitabu kile cha Ibrania sura ya tatu mstari wa saba hadi wa nane. Maandiko yanasema kwa hiyo, kama anenavyo Roho Mtakatifu, leo, kama mtasikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu, kama wakati wa kukasirisha, siku ya kujaribiwa katika jangwa. Katika neno hili msisitizo wa kwanza ni neno "leo". Leo ina maana ya siku ambayo mtu anaishi wakati huo. Maandiko yanaposema leo, kama mtasikia sauti yake, ina maana ya kwamba kila siku kuna sauti ya Mungu kwa ajili ya mtu, sauti kwa ajili ya kumwelekeza, sauti kwa ajili ya kumwongoza, sauti kwa ajili ya kumwonya na Mungu anatamani kwamba maisha yetu yaongozwe kwa sauti yake kila siku. Kila unapoamka asubuhi, elewa ya kwamba kuna sauti ya Mungu ambayo inaachiliwa kwa ajili yako. Katika bustani ya Eden, sauti ya Mungu ilisikika kila siku na Adam aliweza kuisikia. Kuna sauti ya Mungu kwa ajili ya biashara yako, sauti ya Mungu kwa ajili ya ndoa yako, sauti ya Mungu kwa ajili ya maisha yako na kwa sababu hiyo mtu wa Mungu, hakikisha unasikia sauti ya Mungu ili kwamba uweze kufanikiwa. Na kwa sababu hiyo naweza nikasema kuna sauti ya Mungu kila wakati, wakati wa raha, wakati wa shida na wakati wa kujaribiwa. Wakati wote sauti ya Mungu ipo kwa ajili yako. Msisitizo wa pili ni neno kama. Katika maandiko haya neno kama inatuonyesha ya kwamba kuna uwezekano mtu akashindwa kusikia sauti ya Mungu. Mfano, mtu akisema kama ukiimba imba vizuri. Kuimba kwako vizuri kunategemea mambo mawili: jambo la kwanza ni kama utapata nafasi ya kuimba, na jambo la pili ni kama utakuwa na uwezo wa kuimba. Ukikosa vitu hivyo viwili, hautaweza kuimba vizuri. Maandiko yanaposema kama mtaisikia sauti yake, anataka kutueleza inategemea mambo mawili: moja, ni nafasi yako ya kusikia, na mbili, uwezo wako wa kusikia. Ili uweze kusikia sauti ya Mungu, inategemea sana kama utatengeneza uwezo wako wa kuweza kusikia. Kitabu cha Warumi sura ya kumi ule mstari wa kumi na saba inatueleza na basi, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mtu ambaye wa moyo wake umejawa na neno la Kristo kwake ni rahisi sana kusikia a, sauti ya Mungu. Fikiri wakati ule ambao uliweza kuomba sana ukatafakari sana neno la Mungu kwako ilikuwa rahisi sana kusikia sauti ya Mungu, na pengine ukaanza kukumbuka hata yale ambayo Mungu aliwahi kukuambia. Mtu wa Mungu, hakikisha nafsi yako na moyo wako uko katika hali nzuri, uweze kusikia neno ama kusikia sauti ya Mungu. Msisitizo wa tatu ambao tunauona ni unaposikia sauti ya Mungu, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kufanya moyo kuwa mgumu ni pale ambapo unashindwa kuitikia sauti hiyo na kwenda kutekeleza kile ulichoambiwa na Mungu. Anatamani tuwe na uwezo wa kwenda kutekeleza kile ambacho Mungu ametuambia. Ikiwa utashindwa kutekeleza kile ambacho Mungu amekuambia, ni wazi kabisa ya kwamba utakosa baraka ambayo inakuja na hiyo sauti. Fikiri kama Nuhu, angelishindwa kwenda kujenga safina, ni wazi kabisa angeliangamia pamoja na wengine wote, pamoja na kwamba yeye ni mtu mwenye haki. Na hii inataka kutueleza kabisa ya kwamba hali ya moyo wako ndiyo inayoamua kama uende kutekeleza agizo ama sauti ya Mungu kwenye mistari hii inatueleza wana wa Israeli walishindwa kwenda kutekeleza walichoambiwa waliposikia sauti, kwa sababu siku ile mioyo yao ilikuwa ni mioyo ya kuasi. Mtu wa Mungu, msitizo roho Mtakatifu anaoweka ni kwamba hakikisha moyo wako unakuwa katika hali nzuri, ili uweze kusikia na kwenda kutekeleza na ninakuombea ya kwamba Mungu atakusaidia ili uweze kusikia sauti ya Mungu, lakini pia kwenda kutekeleza kile ambacho umekisikia katika jina la Yesu Kristo, amen.